Hali ya taharuki imetanda nchini Peru baada ya maandamano makubwa kulipuka jijini Lima yakiwaleta maelfu ya wananchi mitaani wakipinga utawala wa Rais mpya Jose Jerry. Wakati maandamano hayo yakionekana kuenea kwa kasi, kijana mmoja aliuawa kwa risasi na mamia wengine kujeruhiwa vibaya katika makabiliano makali dhidi ya polisi. Vurugu hizo zimeripotiwa baada ya raia kulalamika kile walichokiita serikali ya kifisadi na isiyosikiliza wananchi. Wengi wamekuwa wakimtuhumu Rais Jerry kwa kushindwa kukabiliana na rushwa na uhalifu uliokithiri siku chache tu baada ya kuapishwa. Mashuhuda wanasema mitaa ya Lima imegeuka kuwa vituo vya mapambano huku mabomu ya machozi, mawe na moto vikitawala angani. Serikali nayo imetangaza hali ya dharura ikiruhusu vikosi vya usalama kutumia nguvu kudhibiti maandamano hayo. Taarifa kutoka vyombo vya habari vya kimataifa zinaeleza kuwa marehemu aliyepigwa risasi alitambulika kwa jina la Eduardo Mauricio Ruiz mwenye umri wa miaka 32, hatua iliyoongeza hasira kwa waandamanaji ambao waliapa kuendelea hadi Rais Jeri ajiuzuru. Tukio hili linarejea kumbukumbu za machafuko ya mwaka 2020 ambapo maandamano kama hayo yalimwondoa madarakani rais wa wakati huo. Wachambuzi wanasema Peru imeingia tena kwenye mzunguko ule ule wa kisiasa ikionyesha pengo kubwa kati ya watawala na wananchi. Kwa sasa, serikali imeahidi kufanya uchunguzi kuhusu kifo cha Ruiz, lakini mitaani sauti bado ni moja, hatutakoma hadi haki ipatikane.